Kisa cha babu mshonaji na mjukuu wake, babu mshonaji, yaani anayeshona nguo, na mjukuu wake. Zamani wazazi walikuwa wapenda sana, mzazi yoyote aliyokuwa katika ayya majali min majali al-amal, katika nyanja zozote za kazi, lazima atafute darasa fulani ampe mtoto wake au mjukuu wake ile shughuli yoyote ambayo kwamba yeye ashughulika nayo, ni lazima atafute namna ya kumpa funzo mtoto au watoto wake au watoto wowote au wajukuu. Huyu babu grandfa, aljad, ilikuwa kazi yake ni khayat, ni ushonaji nguo na alikuwa anamjukuu anampenda sana, na huyu mjukuu ampenda babu yake sana. Ilikuwa kila akitoka akaenda naye kazini, iwamchukua yu yule mjukuu kila siku, akenda naye kazini, akenda zake mahali pa kushona, iwaenda e. na yeye, na huyu mtoto Mungu alimpa dhaka na fitana, uwerevu na uhodari, ikawa apenda kumwangalia babu yake yale mambo afanyayo Kuna siku huyu babu akaamua leo, ngoja nimfundishe mtoto wangu, nimpe darasa. uridu an uallimahu darsan fi lhaya, maisha na namna ya kuishi na watu, na ni watu gani muhimu na ni watu gani si muhimu. matatizo tulionayo leo ni kuwapa watu ahamia, kuwapa watu kwamba hawa tukawaona bila ya wao hakuna maisha, bila ya wao hatuwezi kwenda, kumbe ni watu walikuwa hawafai kuwekwa hata kiunoni, wacha kuwekwa kichwani, walikuwa hawafai kuwekwa chini ya miguu. Huyu babu Siku hiyo akamwambia mjukuu wake, hebu niletee kitambara, angalia ambacho kitambara ghali sana, kile kitambara ambacho kwamba wakiona ndio ghali, niletea huyu babu Baada ya kumwambia mjukuu wake vile, mjukuu akenda akamtafutia kile kitambara, akamletea kitambara ambacho kwamba kwa, kwa mtazamo wake yeye aona hichi kitambara ndicho kitambara ghali. Alipomletea kitambara kama kile babu akakikatakata, taka kushona nguo akamwambia, nilete makasi. Yule mtoto mjukuu akayachukua yale makasi, mwanzo akayaangalia yale makasi akaona yameandikwa bei. Mbona makasi haya ni ghali babu? Mbona haya makasi ni ghali sana? Akamwambia, haya ndo makasi ghali katika makasi yanauzwa ulimwenguni, ni, ni mazuri katika kukatia, yakata nguo vizuri sana haikati nguo mapande mabaya mabaya, wala haya, haya, haya struck katika kukata, ikikata ukata tu mara moja. Babu akachukua ile makasi akawaiwa kata ile nguo, kata sehemu ya mikono, kata sehemu ya shingo kata sema mifuko ajua tena nguo, ukitaka kushona kama suruali, utakata upande huu, ukata upande huu, ukata upande huu, ukata upande huu, akakatakata kile kitambara, akachana chana kitambara kilikuwa kizuri, akakipeka mbali, mbali. Mpaka lao kapewa kipande kipande, kile kitambara hukitaki kwa sababu kimesha haribiwa, haribiwa, na yale makasi. Kisha akachukua yale makasi akayarusha chini akayekea mguu Akamwambia, hebu fungua pale, kuna kidron, tolea sindano. Akachukua akaangalia zile sindano, akaona zimeandikwa sindano moja shilingi, huku makasi akayona makasi karibia elfu nne elfu tano sindano shilingi. Ule babu akatukua sindano ile akatia uzi, akaanza sasa kushona ile nguo, kuiungaunga kwa uzi, mwanzo kabla hujaitia kwenye nini cherehe basi akaiungaunga pa, pa mikono ni wapi, pa miguu ni wapi, pa kiuno ni wapi, pa sijui nini, pa nini, pa pa nini mpaka yule babu akamaliza. Alipomaliza yule babu, anamwangalia yule mtoto, anavyomwangalia babu yake, akachukua ile sindano, yule babu amevaa kilemba, akaitia juu ya kilemba. Ikampa suala sasa huyu mtoto kwenye, kwa nini makasi ni ghali ameweka chini ya kichwa kwa nini sindano ni rahisi ya, eh, makasi ni ghali ameweka chini ya nini? Miguu. Haya, makasi ghali sana, lakini akimaliza kukatia katia, ameachukua makasi akaweka chini ya, ya miguu. Sindano ni shilingi ka, ile sindano kazi yake imekuja, zile zilokatwakatwa zikafanywa nini, zikaunganishwa, zikawekwa pamoja, zilikuwa mbalimbali ilikuwa kila kitambara kwa mtu asiojua akija hafahamu hichi nini wala hichi nini. Sasa imekuwa yaonekana huu ni mkono, hichi ni kifua, hichi ni kiuno, hii ni miguu, hii sijui ni mifuko. Vile vitambara vilokuwa mbalimbali vimefanya nini, vimeungwaungwa. Lakini sasa cha kushangaza hii sindano ya rahisi kwa nini aiweke kichwani? Mtoto sasa hapa akaanza kumwambia ya jaddi, limadha kumta birami almaqas alkhass bika wa huwa ghali thaman, kwa nini umeyatupa ile makasi ambayo ni yako special tena ni ghali sana? Asfal rijlaika, chini ya miguu, wa walata alibra, na ukaweka sindano za hidaser ambayo ni rahisi sana haina thamani, walati la tusawi bid'ata kurushin fawqa rasika, ukaeka juu ya kichwa. Sindano ni rahisi lakini umeiweka kichwani, makasi ni ghali umeiweka chini ya miguu. Mbona mimi sijafahamu, babu? Hebu nifahamishe, kuna malengo gani hapa? Kuna masomo gani hapa kuna mazingatio gani hapa? Babu akamwambia, faradda alaihi ljaddu qailan ya bunayya, e, mwanangu, laula hatta lau, we ungeangalia kwa makini ungejua makasi ilifanya kazi gani. makasi ilikuwa kitambara kimekuwa kimoja ikakikata kakiweka mbalimbali ikafanya vipandepande. Kitambara kilikuwa kizuri kikubwa kimeshikana, lakini yakaja makasi yakatakata yakapambanua ya pambanua, hichi ikafanya kidogo, hichi ikafanya kingi, hichi ikafanya hivi, ikakiharibu haribu kile kitambara na sindano ilifanya kazi gani? Wale walioharibiwa na makasi walikuja, akawafanya nini? Akawaunganisha, akawaweka karibu, akawafanya pamoja, akarudisha ikawa na thamani, akarudisha ikawa na sura ya kutambulikana, kwamba hichi ni kitu fulani. Bado mimi babu siyafahamu. Akamwambia, mwanangu, hali ya watu pia ni hivi hivi. Kuna watu kazi yao siku zote ni wakiona ndugu wako pamoja wafanye kazi ya makasi, wawakate wawakatekate wawatenganishe wakiwaona Waislamu wako pamoja wawatilie tafrika huyu Sufi huyu Shia huyu sijui bahi huyu sijui Maliki huyu sijui Hambali huyu sijui Ashari huyu Arabi huyu Ajami huyu Mwarabu huyu Mswahili huyu Mwafrika huyu Mtanzania huyu Mkenya Wakishakuwaona watu wako pamoja, watu wanaishi vizuri, watu wanaheshimiana, watu hawana ugomvi, watu hawana vita, watu na waweza wakaja kwa jina nzuri, lakini wama tukhfi suduruhum akbar, yaliyokona na nyoyo makubwa, kawaona na sura nzuri

Abdullah na Abdurrahman, haya ndo majina mawili Mtume aliyataja kwamba ndo majina anayoyapenda Mwenyezi Mungu. Jina gani? Abdullah na Abdurrahman. Lakini wanafiki wote waliokuwa duniani, jagwiji lao, kiongozi wao, ni Abdurrahman, ni Abdullah. Jina lake aitwa Abdullah bin Ubayy bin Salul. Abdullah jina awe na jina lolote, angalia kazi yake. Huyo Abdullah alikuwa hana kazi, ila ni kupanga namna gani waislamu wawe mbangembange mbange, wawe watakatana, hawatambuani, hawakubaliani, hawashikani, hawafurahikiani. Sasa usiangalie mtu amebeba nembo gani, sijui mimi chama changu ni kadhaa, haki za binadamu haki za wanyama, haki za Waislamu, eh, jina hata likaitwa Muhammad Rasulullah, ilmuhimu ni